Mungu ni wema na kila mahali Mungu ni wema, na waimbaji wana wana mtoto wa vipapa Mungu ni wema. Hiyo ndio, ndio hali halisi ndio, ndio, ndio maumbile ya Mungu, hulka ya Mungu ni wema mtupu. Ndio maana hata katika mwanzo wa uumbaji alisema kila kilichokiumba kilichotoka kwake ni chema, ni chema. Kwa Mungu hakutoki chochote kilicho kibaya. Basi na siku eh, ma, ya leo tunaambiwa kwamba masomo yalituambia eh, kwamba mwanga wa Kristo unaanza sasa kuangaza. Ye Kristo ni nafsi ya pili katika utatu mtakatifu, kwa hiyo mwanga huo unaanza kuangaza, iuangaza ili kuleta umoja. Huko Korinto kuna mfarakano mwanga ulete umoja na vile vile mwanga uweze, ku, uweze, uweze kuchochea ufuasi, watu kufuata Bwana Yesu. Ufuasi huo ni kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu. Ndio maana nimesema kwamba jumapili ya leo ilipewa jina na Papa Yohane Paulo wa Pili, akaita ni Jumapili ya neno la Mungu metankutapia neno la Mungu kwa waumini wengi wayo na biblia wee na Biblia wasome neno la Mungu walichakate neno la Mungu. Ndio maana Jumapili ya leo na neno la mdiotana mwanga wa maisha yetu. Mimi ni mmoja wako nnasambaza Biblia nazo Biblia, kila mnatembea nazo ni Biblia ya, ya ile nyingine auza ishirini na saba ishirini na tisa bei ya kutupa bei ya kutupa mnunue. <coughs> <laughs> Biblia mwanazo pata mwanga huo oh, Yesu anaotangaza. Ndio hivyo. Somo la kwanza ndugu zangu, nimetuambia kwamba mwanga mkubwa unaangaza katika giza katika giza. Ndugu zangu, wana familia Mungu wana familia Mungu, injili ina injili fanya na somo la kwanza naongelea juu ya habari za watu waliotembea katika giza na wameona nuru kuu, wameona nuru kuu Watu hao ni Waisraeli wa ufalme wa kaskazini na Wagalilaya wenye wenye makabila ya Zabuloni, Naftali na wasama, na Samaria. Wayahudi wa ufalme wa kaskazini <clears throat> walitawaliwa na Ashuru na Babiloni, wakaachwa wakawacha wakawaachia chachu ya upagani, umaskini na hali mbaya ya kijamii na ya kisiasa. Watu wa Galilea na Samaria wakaishi katika nguvu za giza, kazi za uovu, matunda ya chuki, uwasi, ukandamizaji, vurugu. hawakuwa na amani, hawakuwa na amani. Wayahudi wa wafalme wa kusini waliwachukia wale wayahudi wa kaskazini, wa kaskazini waliwafananisha na wapagani, fananisha na wapagani kwa bahati nasibu, sasa, nuru imeingia, imeingia kwa kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye amekuja kwa ajili ya kwa, kwa walio duni, walio duni, yaani kondoo wa Israeli waliopotea, Matayo kumi mstari wa sita. Yesu alizaliwa Bethlehemu, wale walio kaaame wa kusini lakini akaishi Galilea Nazareti miaka 30 akaishi kwa wapagani hawa ili polepole nuru iweze kuanza kuwa, ku, ku, kuangaza polepole pole kwenye mataifa haya yeye akiwa nuru ya ulimwengu atakayemfuata na kumsikiliza hataenda gizani kamwe bali atakuwa na nuru ya uzima Yohana 8:12 ni pambazuko la wokovu ni alfajiri njema, ni alfajiri njema. Kristo basi aliwahubiria Wayahudi hawa wa kaskazini waliokaa katika giza la dhambi mioyoni <coughs> mwao. Aliwafundisha jinsi ya kuondokana na matendo maovu, matendo maovu, kusudi wasiendelee kukaa gizani. Ndio maana naambia kwamba tuguni, ufalme wa mbinguni wa Mungu umekaribia, Mathayo 4:17. Kwa hiyo toba ni tiba. Toba ni tiba, napotuma unapata tiba. Kila mtu atendaye mabaya uichukia, uichukia nuru wala wala nuru ha, wale hadi kwenye mwanga, ili matendo yake yasije yakakemewa yaka Yohana 3:20 Kutubu ni kuongoka, kutubu na kuongoka maana yake ni kubadili mawazo na tabia. Kutubu na kuongoka maana yake ni kubadili mawazo na tabia ni kutoka katika utawala wa shetani na kumgeukia Mungu. Ile, ili kwa kuamini tusipate kwa, kwa, kwa tu, tupate msamaha wa dhambi zetu. Tunajiuliza, je, yupo mtu kati yetu aliye safi? Yuko mtu kati yetu hapa aliye safi? Kusikiana kuyashika mafundisho ya Yesu ni sawasawa na mtu anayetembea anaye katika mwanga kwa maana Neno la Mungu, neno lako ni taa ya kuniongoza na mwanga katika njia yangu, Zaburi ya mia moja kumi na tisa, Zaburi ya mia moja na tano, neno la ni taa barabara na niangaza katika maisha na niangaza, tunapolisoma na kuichakata katika familia, kwenye chumba cha sala na kwa kwa kweli ni taa na mwanga wa njia yetu. Yahudi walipompokea Yesu waliona nuru kuu, waliona nuru kuu mwanga mkuu. ngwa ametimiza ahadi yake Mungu ametunza ahadi yake kwa kumleta mwanae, kwa kumleta mwanae Yesu Kristo aishi mahali hapa. Mungu ametunza ahadi yake walipompokea Roho Mtakatifu, Roho wa Bwana ili aweze kuongoza. Je, sisi wanasenya tumepotea katika dhoruba zinazoletwa na maisha? potea katika dhoruba hizo. Kuna uoga mwingi sana ulimwenguni petu siku hizi, uoga wa kutisha uletwa na magonjwa. Magonjwa mbalimbali yanayozuka mbali katika ulimwengu wetu unaleta uoga. Tumshukuru serikali yetu, kwa maana imejenga hospitali nyingi, ili magonjwa hayo angalau yaweze kupunguzwa na mengine yaweze kufutika kabisa. Upo uoga vile vile wa kifo, uoga wa kifo wa ya <coughs> ka, uoga wa mambo yasiyojulikana unatawala katika mioyo yetu sisi wanadamu, uoga wa mambo ambayo wengine waweza kunitendea, woga wa kushindwa kutimiza wajibu wangu, lakini labda nitaachishwa kazi, familia yangu watakuwa na njaa, tufanyeje? Tufanyeje ili kuweza kuondoa uoga huu? Huko woga vilevile w mataifa makubwa kuanza kutawala mengine, Kaya kama Marekani siku hizi meenda Venezuela kumuua yule alikuwa rais wa Venezuela toa kabisa, ili wapate nafasi ya kuweza kupata kandarasi za ku, za kuchimba mafuta. Marekani kwanza ineneke zaidi, na Marekani anataka kuchukua kisiwa cha Greenland, kunyang'anya Denmark. Samaki mkubwa mmeze yule aliye mdogo, ndio woga uliopo sasa hivi. Marekani ataka itawale dunia yote yes, kwa ni Mungu katika ulimwengu mzima. Kwa ndio woga, woga unapata kwa kila mara. Suluhisho litoke wapi? kwa woga namna mtu tawala Suluhisho litoke wapi? Ni kumgeukea yeye mwenye uwezo wa kuweza kutusaidia. Bwana ni nuru yangu ya na wokovu wangu ni muogope nani? Ndivyo tulivyoimba, Bwana ni nuru yangu ya na wokovu wangu ni muogope nani? Ndiye mwenye suluhisho lote, Zaburi ya 27 Mstari wa 12, mwanga huondoa hofu wo, mwanga huondoa hofu, huondoa woga. Kazi ya mwanga ni kuangaza vitu basi tutembee tukingali tuna huo mwanga, ili giza lisitupate, tutembee tukiongozwa na Roho Mtakatifu eh, mwenye ndimi za moto atuongoze katika maisha yetu. zangu anafamilia, Mungu Mungu ni mwanga, Mungu ni mwanga. Barua ya kwanza ya Yohane sura ya kwanza mstari wa tano na ukaa katika mwanga usioweza kukaribiwa na mtu yeyote. Barua kwanza, sura, misa, misa, lua, kumina, ya kwanza kwa Timotheo sura ya sita mstari wa kumi na sita. Huyu Mungu aliye mwanga anabaki kwa migiza, hatuwezi kumwelewa ya kutosha, amwolowa kidogo tu. Japo Mungu ni mwanga, tulipaswa tumwelewe Mungu kabisa kabisa, lakini bado anabaki kuwa migiza kwetu namfaa Mungu kidogo tu sa, nasema ni mwanga latu, anabaki kuwa Mungu ni mwanga lakini bado anabaki kuagiza kati yetu kati yetu, lafu nafahamu kidogo sana, faa kidogo sana. Wanaotia amri za zake za, za Mungu wanatembea katika nuru katika mwanga. Mahadamu Khristo apasa we kuwa ni muu ni mwanga wa dunia, chao hicho tulivaa kata ubatio, tulivua ule mshumaa dio walisha kutoka na mshumao wakwasata kwa Mkristo hapaswi hapaswi kulaumu giza, bali kazi yake siku zote ni kuwasha taa. Hiyo ndio kazi ya Mkristo, na ni kuzidisha matendo mema na matendo mema ya kimwili na ya kiroho. Ndio kazi yetu. Ukiona giza, usilaumu giza, bali washa taa. Ukiona matendo mabaya, usilaumu matendo mabaya, bali ongeza matendo mema. Matendo mema ya anj yatakuwa ni matendo ya mwanga, matendo ya mwanga Mungu alivyo ajabu. Kitu cha kwanza alianza kuumba, wakati wa kuumba dunia hii, alianza kuumba mwanga, ndio kitu cha kwanza Mungu alichokiumba katika kitabu cha Mwanzo. Kwa hapo mwanzo, kitu Mungu alichokiumba kwanza ni nini? Ni mwanga, ili watu wote na kila kiumbe kichote mwanga huu na kusambaza pote. Ndio maana ukakikweke cha kwanza, kila mtu anao mwanga na usambaze pote katika dunia hii, Mwanzo moja tatu, ili katika mwanga huu Mbe, huu uweze kuwa ni mahali pa rejeo na mahali pa matumaini. Ndio maana Mungu akaumba mwanga kwanza. Pawe ni mahali pa rejeo na mahali pa matumaini, mahali pa tumaini. Kwa tumshukuru Mungu sana, ndugu zangu. Nasikia habari za kwamba kwamba giza lipo Korinto Giza lipo Korinto, na si habari kwamba giza lipo Korinto pamoja na jitihada za Mungu, na kuna hakuna umoja, kuna mafarakano, kuna mafarakano. Paulo yupo Efeso na analeta habari hizo mbaya za kigango cha Korinto, cha Korinto kilicho kilichogubikwa na giza Wakiso wa Korinto wanashuhudia hali, wana hali ya mpasuko, hali ya mgawanyiko, hali ya chuki, hali ya chuki na fujo, na wanamwandikia Paulo barua kumwambia kwamba hey, hey, angalia ilichoanzisha mambo yako hivi. Na wanamtuma huyu wa familia ya Chloe, aende akamwambie kwamba hapa kweli Korinto wazazi wanapokula chakula, hasa anapoadhimisha karsi, kila baba na hotipoti yake mama anakuwa na uti poti yake, juga anakuwa na uti poti yake, mbiso kolo uti poti yake. Kila mtu anakuwa, hawali kwa pamoja, hawana sinia kwa mtu anaweza kula pamoja, ndio mambo mgawanyiko, uchoyo, uchoyo nakwepo, kuna hakuna mshikamano, kuna ukosoaji, kuna umatusi, ndio maana yako pale. Baada ya Paulo kuyasikiliza hayo kwa makini na kwa busara na subira na uvumilivu Japo alimkasirisha ya sana Paulo mambo haya, japo alimkasirisha sana Paulo mambo haya, ya mambaya, aliamua kuandikia wa Korinto barua ambao sehemu yake imesikia asubuhi ya leo ya leo, kwa, kwa maana kama hali iko hivi hatuwezi kuwa na Kristo kama mwanga wa maisha yetu. Kama hali ya mfarakano iko namna hii watu waelewani, hatuwezi kuwa na Kristo kama mwanga wa maisha yetu nioo iliyofungwa kwa wengine wasiofikiri kama sisi, haiwezi kufunguliwa bila mwanga wa Kristo. Adui mkubwa wa Kristo si madhulumu, si watu wanaotupia kutoka katika nche. Adui mkubwa wa Kristo ni, ni, uni, a, ni uni, mipaso kutoka ndani. Adui wa ndani ni mbaya kuliko adui wa nche, wandu wanje, migawanyiko, mipasu kwa mafarakano, kusambaratika hii ni njia moja ya, ya ya kawaida ya kufanya msalaba wa Kristo usio na maana usio na maana. Paulo anahoji, Je, Yesu Kristo amekata vipande? Je, Paulo aliyesulubiwa, alisulubiwa kwa ajili yenu? Paulo, je, mbatizwa katika jina la Paulo? Ndio maana Paulo anahoji hayo yote. Ni vitu gani basi vilivyosababisha mpasuko huu? Mambo gani sababu pa, pasuko huu? Ni ubinafsi ubinafsi mimi, mimi, yangu yangu yangu yangu yangu yangu, eh, eh, shamba la mnyambara jembe la <laughs> mnyambara <Luka>, duka <laughs> <damnyambara. laughs> yangu yangu, yangu, analeta <laughs> ubinafsi, na, na uchu wa kutaka kutawala wa madaraka uchu wa madaraka naleta analeta mipasuko na mgawanyiko namna hii ya namna hii hiyo, Kristo kwa, kwa hatawali tena katika mioyo na akili zetu, na ukosefu wa umoja na amani unajitokeza bara anawaambia Wakorinto kwamba mitume si mabwana wa kanisa ni watumishi tu. Mitume si mabwana wa kanisa ni watumishi tu. Mitume si, wa, si waokoaji. Mwokozi ni mmoja tu na ni Kristo. Je, siku hizi mambo haya ya Wakorinto yapo hapa parjani petu zenya? Yapo ya gawanyiko, mipasuko ipo? Hakuna jumuia zilizo kama jumuia za Korinto hapa kwetu? Kiangalie zenye mipasuko, eh, mauchu wa madaraka, ubinafsi, azipo? Zipo hata bila kusema uongo. Wachonganisha wapo, wanaochochea huko na huko, eh, wa, wala fedha za parokia, wezi wa mali ya kanisa hawapo? Wapo tu, tunawaona kwa ma macho mawili <laughs> like, eaan hey, meno yaliyo makali. Najua kwamba huyu, meno haya si ya kawaida, si ya kawaida, ni ya kutafuna hela za parokia za kigango. Wapo kama wale wa familia ya... wapo watu kama wale wa familia yako wa kilua, kiloe wanaotoa taarifa za kweli, ili mambo yarekebishwe. Wapo watu Chloe, taarifa hizo si uchochezi, kwamba wa kumchochochea kwa Paul ah, kwa ah, si uchochezi, bali ni kutafuta njia ili watu waishi vizuri, njia watu waishi vizuri. Hii hali hii mbaya ya namna hiyo zipo katika parokia zetu vigangoni na kwa jumuiya zetu. Je, tukate tamaa kama hali mbaya za namna zipo? Yesu anatuletea tuletea habari njema katika Injili na anatuambia ni katika injili hii tusikate tamaa, anatuambia ni katika Injili ya leo sikate tamaa. Anatuambia anatupa mambo mawili, patia mambo mawili, mambo mawili ambayo anataka kwamba mipasuko, mipasuko iweze kutoka iweze kutoka, na umoja, umoja uweze kuwepo. Jambo la kwanza sasa anatuletea kama solution ni toba, toba. Na jambo la pili sasa anatuletea ni kwamba anaunda kamati ya kudumu ya kushughulikia giza na mipasuko. Toba, ambia watu wa badia, tubuni mwamini injili, tubuni, tubuni, na maana ya ufalme wa Mungu umekaribia. Kutubu ni kuongoka ma, na, ma, ma, kutubu na kuongoka maana yake ni kubadili mawazo na kubadili tabia, tubadili mawazo na kubadili tabia, ili mipasuko na migawanyiko iweze kutoka, iweze kutoka. Toba ya kweli humbadili mtu kwa kina na kuleta nguvu mpya, nguvu mpya na kutoa kutoa misingi mipya. Toba ni kufunga mioyo yetu kwa ajili ya Mungu, toba ni kufunga mioyo yetu kwa ajili ya Mungu. Ni kutoka kwenye ubinafsi na kuweza kumwendea Mungu, ni kumchagua Mungu kama Bwana wa maisha yangu, Bwana wa maisha yangu. Tule, tulie tupate machozi ya kutosha ya kutubatiza mara ya pili. Ndio maana ya toba, kulia mchozi uya kutosha ili upate ubatizo wa pili. Mpaka ulie machozi atakutosha kupata ubatizo wa pili, bila hivyo huwezi kupata ubatizo wa pili. Hamna mawazo ya kifo, mawazo ya ubaya, tugeukie mwanga na tusipoteze mtazamo wetu kwa Yesu. Kutubu ni kuwacha nyavu, tubu ni kumwacha baba, ni kumwacha, ni kumfuata Yesu Kutubu ni kuwajibika katika kujenga ufalme wa Mungu, ndio maana yake ya kutubu. Ndio njia ya kwanza anaotoa kama suluhisho na kuondoa mipasuko na migawanyiko katika, katika, katika jumia zetu ni toba, toba ya kweli ya pili. Anaunda kamati ya kudumu ya, ya kushughulikia giza na mipasuko kwa kuita mitume na kutuita sisi vile vile wa Kristu wafuatane na wajifunze kwake, wapeleke mwanga wa injili duniani kote, wakimbize kijiti cha imani, kijiti cha imani wakimbize, mwenge wa mapendo wa, mwenge wa uhuru, mwenge mwenge huo mbio mbio, mwenge wa upendo, mwenge wa upendo waukimbize huo wa mwenge wakimbiza kijiti cha imani wamkabidi, kila baba akimbiza mkabidi mtoto kutoka kwa mjukuu hivyo, hivyo wakimbize kijiti hicho na, na wakimbize mwenge wa upendo, mwenge wa injili. Injili inataja kuchaguliwa kwa wafuasi wa kwanza, eh, waandamane na Yesu katika yale Yesu aliyofanya. <coughs> mambo aliyofanya Yesu ni matatu: ni sala, kuhubiri na kuponya, kwa hao watu wanaalikuwa kwa pamoja na tukafanya mambo hayo Yesu sasa amehamia mahali papya Kafarnaum. Yesu aliishi sehemu mbili, Nazareti na Kafarnaum. Ni miji miwili ya Yesu. Anaka Yesu afanya kazi yake kule kaka kule na ni kule kule e, ka Nazareti. Na Ma Maria wa, watu angeza kuangalia vivi kuku vya vya Maria kaviloga. Akaona ngoja. <laughs> Akaona ngoja ni hamie mahali papya. Daka hamia Kafarnaum. Kwa Yesu aliishi Kafarnaum ya miaka mingi. Ndio anafanya kazi yake ya kusali, kuhubiri na kuponya kwa anawaita wafuasi wa kwanza, fanye hiyo kazi ya kuongea na Mungu, fanye kazi ya kuhubiri, fanya kazi ya kuponya. Kwa hiyo, kwa hiyo wafanye hiyo kazi, ili angalau mambo yaanze kwenda vizuri. Mfuasi wa kweli wa Yesu haogopi mawimbi ya bahari. Ndio maana anaita wavuvi hawa, watu watu kwenye bahari, kwenye mahangaiko, kwenye matatizo, kwenye ulevi, kwenye pombe, madawa ya kulevya na kadha wa kadha. Wafuasi hao wafuasi hao, kamati ya kudumu ambaye, kamati ya kudumu, Petro, Andre, Yohana, Yakobo na wengine waliitikia kwa ukarimu mwito wa kusali pamoja na Yesu na kuhubiri habari njema na kuponya, na atawatuma toka mlimani mlimani Galilaya kuhubiri ulimwenguni pote, Mathayo 28:16. Kazi inaendelea mpaka leo hii bila kukoma. Lakini kazi inahitaji mambo mawili. Speed bila kuchelewa. Unapo neno la Mungu mwendo wa mbwa. Mwendo wa mbwa. Ndio unapo neno la unapenda kubina neno usiende hivi rojo rojo hivi hivi. Mwendo wa Mungu utembee kama mbwa na mecha, mbona mbwa akitembea atembea kama kinyonga. Anaelo la mnahitaji mwendo wa mbwa kwenda kulitangaza neno la Mungu. Speed na kukimbiza kijiti cha imani. Sala nyumbani, sala nyumbani ziwepo, spidi kata kukimbiza mwenge, mwenge wa upendo na matumaini, msamaha na amani, mwenge wa uhuru na kuacha baba. Hao mambo hayo, kuacha baba, mwaliko wa Yesu wa kuacha baba maana yake ni kuacha nyuma mila na desturi zenda nazo zinazopinga Injili, chuki, mitara, kupiga ramli, mizimu na ukandamiza ulezi, zote zinapasa. Huyo ni baba lama umwache huyu baba uweze kuhubiri neno la Mungu. Uzacha baba huyu, hawezi kulihubiri wao. Ndio masharti ya neno la Mungu, ndugu zangu, kulihubiri neno la Mungu, ndugu zangu. Ana familia ya Mungu, sisi hapa kanisani leo hii hey, ni matunda ya kazi ya mitume wa kwanza wa Yesu. Tuna matatizo ya vurugu, vidhuluma, vifo na kadha wa kadha, lakini tunahitaji mwanga wa Yesu kwa ajili yetu binafsi na kwa ajili ya dunia nzima kwa vile Kristo alivyokuwa mwanga kwa watu wa ufalme wa kaskazini mwa Israeli, anatoka na sisi wanasenya tuwe mwanga kwa wenzetu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu, nuru ya ulimwengu. Mji ufichiki kwa mlimani, wala watu wa shita na kuweka chini ya mvungu wa kitanda, baada wameweka juu, ili taiweze kuangazia wote walio katika nyumba hiyo, nyumba hiyo. Tumealikwa basi ukuza kuwa mitume wote wanasema tumealikwa kwa mitume kwa njia njiri ya ubatizo wetu kwa njia kutangaza Injili, ili watu waone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Matendo mema yanazungumza zaidi kuliko matendo mabaya. Matendo mabaya yanafukuza, matendo mema yanarudisha, yanakaribisha Tumeitwa kuwapelekea watu nuru kwa wale wote walio kwenye giza na cha mauti, tuwapelekee mwanga, mwanga wa upendo, mwanga wa msamaha na matumaini na amani. Ikiwa basi, ndugu zangu, uzima wa kimungu umepenya Mkristo ule uzuri huu, uzuri huu mpya utaeneza mwanga wake kwa maneno na mwenendo wa mwema wa Mkristo, ashuhudie kwamba imani ina nguvu ya kuabadilisha maisha yawe mapya katika Kristo. Daima tushinde ubaya kwa wema, daima tushinde ubaya kwa wema. Kuzangu, mwanga upo, si tu utazame. Hakuna mtu anayetembea kutazama jua, kila analiangalia jua, iko namna analiangalia jua, anakutembea anaangalia tu, tunatembea kuangalia ah -ah. Tuna vile vitu vinavyoangaziwa vinavyoangazwa na jua ndio nafanya vile, nasi kuliangalia jua atembee atembe kuangalia mwanga, natembea kuangalia vile vitu vinavyoangazwa na na nini na ule, na ule mwanga. Na kama tushinda kufanya vile, basi tushindwa mwanga, basi angalau tuwe kama mwezi au kioo, mwezi au kioo. Mwezi kuakisi mwanga wa jua na kuleta duniani usiku, na watu wana wanaona, wanaona mwanga. Kama tunashindwa kwa mwanga, tuwe basi kama kama kama kama kama, kama mwezi. Tuwe kama kama kio tunapata ule mwanga hapa uweze kukosambaka wengine. Ndugu zangu, tusiulaumu mwanga, bali daima, bali tusimlaumu tu giza, bali daima tufanye nini? Tuwashe tuwashe taa, tuwashe taa, na hiyo watu waweze kuona vizuri. Wamisionari waliofika Tanzania kwa mara ya kwanza waliona nchi yetu ina giza, wakatufundisha kusali na kulijua neno la Mungu, wakajenga mahospitali ya boresha afya na shule na shule zitupe elimu. Lengo lilikuwa ni kuondoa giza, ni kuondoa giza, kuondoa ubaya wote wa kiroho na kimwili ambao unamzuia mtu kupata uokovu. Tuwaige wa misionari, tuendeleze na kuongeza na kupanua kile walichotuachia. Walitufundisha, walitufundisha kusali, tufundishe watoto wetu kusali nyumbani, tuwe na chumba cha sala darasa anafundisha watoto kusali, waliotufundisha neno la Mungu. Kila muumini ana Biblia. Ni mara chache waumini wenye Biblia hapa hapa kwetu. Biblia ni nani anatembea nazo kila mara? Watu nunua nunua Biblia yajo yajo, atakituasio Biblia ni nazo hata sasa, nunue Biblia waumini So neno la Mungu mitaa na nuru na dira na nanga maisha yenu. <coughs> neno la Mungu ndio hivyo, tuwafundishe watoto wetu neno la Mungu. Kabla ya chakula soma neno la Mungu kidogo, watoto walisike sauti ya neno la Mungu na walipende. Kwa ufupi, ndugu zangu, jumapili ya leo na ilaleta mwanga wa Kristo ambao unaangaza eh, ili kuleta umoja, kuleta umoja huko Korinto ili kuwafanya kuwachochea, kuwa watu waweze kufuata Yesu zaidi na zaidi. Kwa tunaalikwa tufuate mwanga huu katika katika maisha, ili kuleta mwanga wa Yesu. Anatuamuru tuanze na toba ya kweli, tutubu, tuondoe yale yaliyo mabaya, tuache nafasi kwa ya mwanga huu, ili yeye mwenyewe aweze kuonekana zaidi. Tutubu, tusome neno la Mungu, iza ni taa na nuru ya maisha yetu. Kanisa limeachiwa kazi kubwa ya kuakisha mwanga wa Kristo unaangaza, ili watu wauone. Ndugu zangu nafamilia Mungu, ni mpaka taa yetu iwake, ni mpaka taa yetu iwake itoe mwanga, ndipo tutaweza kusema kwamba tumewaangazia wengine, mwangazia wengine na kuwa chanzo cha mwanga duni katika dunia hii, si lama uwe tajiri au kujulikana ili uweze kuwa mwanga. Hapana, bali ni, ni ni kuwa na moyo mchangamfu kwa watu wote, moyo mnyofu kwa watu wote, moyo unawa, unawa, wote, moyo unaowashirikisha wote mwanga wa Kristo. Tumwombe Bwana ambaye tunakutana naye katika neno lake siku ya leo na katika ekaristi awe nuru isiyozimika katika maisha yetu, Yesu anayetumwone kuliko vitu vyote na hivi kwa milele yote kutopoteza mtazamo wetu wa mwanga wa Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. yeah. yeah.